Mama alikuwa anakaa kanisa vizuri, mtumishi, acha mm. Nikuambie, mtu mwenye alikuwa asha kanisani mm. alikuwa anashika bibilia na ananifunza mimi mm. ananifunza bibilia na ana, ana, hata ananiambia twende kanisa mzee, twende kanisa mm. mm. Twendeni, najua unachomeka, si una sana waaanaona kumfungue Margaret aende kuendelea na maisha yake, ama tuchome hii dhabihu yako? Nami nimesema hakuna kitu mnafanya mtatoka kwangu mwende kabisa, hakuna madhabahu mnatoa kwangu. Hebu kwanza mwakia, toa kitambaa hii. Kitambaa sitowi, the name of Jesus Christ. Hii kitambaa sitowi, hii kitambaa itoki hapa tena. Hiyo utatoa nje. Simu kwani ni area? Eh, ni mta, ni mta, ni mta, si mbali sana. hmm. Simame kidogo tu kama uh, sekundi kidogo hmm. Nipigie simu si tusikie kama ako around. Mimi, bro, mimi nataka kukusaidia. Kusaidia, yes. Sitaki ukue uingililie hii maneno upatikane na shida yenyewe yenye we uelewi, yes. Uh. Mama, wale mama nimepata ni mkaidi sana Sasa hizi mgongo inamuasha atawashwa hivyo mpaka chenye nimeona leo. Mm. Chenye nimeona leo. Mm. Singetaka mtu mwingine apitie hayo maneno. Wewe chunga nafsi yako moyo, mm. wako kama mm. uko kula, hizo pesa na huyo mama si kukula. Ma, Mungu atakuonekania mm. unajua, mama mara ya kwanza amekataa atia juu, hata huyo Margret mm. mm. Sasa unaona, unaona <coughs> huyu huyu an. ndiye anakaa anamfungia huyo, ndiye anakaa kila um. kitu, yule ni kutumiwa, anatumiwa sasa ana, sana kujikuna hii here yetu yote anajulikana. Sasa hata nilikuwa najiuliza mimi, si kwa najua kama wanajuana na bibi yangu, mimi nilikuwa ninaona tu ni majirani, lakini pale nimeona message nikashtuka sana. Nikasema siku ni lini walianza tena kuwa na uhusiano wa ndani kama huu, lakini mama namjua akwangi mtu mzuri sana. Huyo mama huyo huyo ana yule anaweza bwana ya mtu sehemu mwingine alekee mwingine, mm. na anaweza fanya hata pesa ya kuipotea na ni ukweli? Mm. Yes, yule mama nafikianga huu mtaa, mm, anaweza amua hata ukose kuuza biashara, ufungue duka pale tu, weke kila kitu ndani, mm, na hakuna mtu anakuja kununua, mm. Unaona, mm. Sasa ni mama mwenye anajulikana si mzuri kwa ujiria, mm. Ulikuwa unampigia simu, acha nimpigie simu, ndio hizo nguvu zake, tutaona, si tutaweka tu maombi. Acha, acha. Sasa tukifika huko tunaenda kumwambia nini? Hello. Hello. Yes, habari ya saizi. Nzuri sana. Eh, nilikuwa ninasema ni, ni baba Pita? E, baba Pita? Ninasema ni baba Pita, baba Pita, huyu jirani yako tu anaishi pande ya hapa juu kwa fence. Okay, baba Pita niambie. Sasa nilikuwa ninasema nilikuwa naomba nina, kukutana na wewe. Kuna mambo nilikuwa nataka kukusalimia. Kuna mambo nilikuwa nataka tuongee jambo lingine hapo. E, mimi na wewe kuna vile nilikuwa nataka tuongee mimi na wewe kwa wili ah. Yes, kama uko hapo uniambie, nikuje, ndio maana nimepiga simu ah. Kwa sababu ninaweza toka tu kama sija kutarifu na shindo, huyu amefika aje kwangu bila kuniambia e, kuna kashida niko nako na ni tafadhali sana ninaomba kama huko ndio ni tusimalize credit sana. Mama pita tuko na yeye kwa saa hizi, alikuwa ameenda kidogo uh, e, kuna ndugu yake alikuwa anamhitaji, sasa ni mgonjwa hospitali, sasa ikabidi aende huko tafadhali. Okay. Eh, oh, nikuje Kaya, kuja. Asante sana, asante. Huyo ndio, an? ana. Mm, ndio na ameitwa ame jina ya Biblia na anafanya mauganga, ana alikuwa ni mama mzuri sana. Sasa tunaenda ku... umesema tujifanyaje? Hmm. Tunaenda kusema tuko na shida gani? Unajua shida ya huyu mama hmm. shida ya huyu mama hmm. Hataki wale watu wanajifanya kumjua sana hmm. Ukienda pale inatakikana hmm. uende kama humjui hmm. Sisi tunakaa pale kama majirani hmm. na hatakangi yule mtu mwenye anamjua sana kwa hmm. hivyo hmm. ukienda pale musiongie mambo mingi sana Unaongea hivyo kama ni wewe umewahi fanya kitu na yeye chini ya maji vile na... nina muona, nina muona, vile ninamuona ninamuona kumwe... na hujawahi enda kutafuta usaidizi kutoka kwake e, mimi sijai enda mm, lakini nishatuma mtu akaenda huko ninakumbuka. Mm, kuna mwingine alikuwa na shida mm, e, ya ndugu ya ndoa yake mm. Sasa bwana yake alikuwa ya amekataa huyu bibi mm. Sasa bibi yake akakimbia akakuja, nikamwambia enda ongea na yeye mm, na alisaidika lakini sasa ninajaribu kuangalia mm. Alituambia kwamba huyu mama alitu, alimwelezea kwamba hataki watu wa hapo wamjue sana mm. Unaona, hataki kujulikana sana mm. eti anafanya hiyo kazi mm. mm. Kwa hivyo ni kama kuna vile hataki watu wamjue. Sasa tutafanya hivi, tutaongea naye. Mimi kwanza nataka turekodi venye anaongea, tukuwe nayo kwa rekodi kabla hatujamwambia chenye mmenileta hapo mm. Baada ya hapo mtaniacha mimi, nitaelezeana. Sawa? siwendo nayejua huko e, najua naweza na waongoza tu tukienda, kwa sababu e, hapa ni karibu, si mbali sana hmm. si mbali sanapiga <tukusa> hizi ulituambia, mimi nilikuwa yeah. nadhani ni ghorofa kwenye <tukusa> ulikuwa umesema hii ghorofa. Yes. unapita tu vile tumekuja, tukienda hmm. tu polepole, unapita kona ya kwanza hmm. Kuna ya pili ndio hii mm. Ya tatu mm. Pale sasa tunaenda unafika tu mm. Lakini ni mama mwenye mm. najua kukaribisha watu, najua kukaribisha wageni na nguvu za shetani, ama anajua eh, kukaribisha watu nini? <laughs> Sasa hapo mimi mm. sijui anatumia Mm. Unajua hawa watu siku hizi wanajichanganya sana mm. Unaweza pata mtu ni mtu wa kanisa mm. ama ni mtu ambaye ako kwa mashetani mm. na umwelewi mm. ni wengi si na, nafikiri utumishi, wewe unajua hawa watu mm. si kuna wale watu wenye wanajifanyanga wanajifanyanga tu, wanawaambia mtu anaenda anapata milioni na hakuna mm. kumbe anakunyang'anya pesa. Si kuna mtu anaweza kukwambia wewe, unajua mimi ninatibu korona eh, mm ama kansa fulani mm. na kumbe hakuna mm. nipesa. mm. Yes. mm. mm. na sasa, hawa watu tunashinda kuelewa mzuri. Sawa sawa, tuendelee sasa. Ukifika hapa e, mm. ni hapa ni karibu. Ukifika hapa ni, ni huyu mama, e, ni huyu mama. Yes. habari yako Yes, habari yes. Yes. Salama salama eh, hmm. Eh, pole. Siku kwa siku nimekuambia tunakuja na hawa eh, lakini tumekuja na hawa eh, kukusalimia, tumekuja tukusalimie. Eh, najua huwajui. Yes. Yes, huwajui eh, wataweza kukuambia majina yao yes. Mimi hmm. Oh, naitwa Pita Mm. Uh, natoka sehemu ya Nyanza huyo. Okay. Mm. Ni mke wangu wangu, asante. Okay. Mm. Uh, nadhani tumekaribia, sioni kama kuna kiti ya kukalia ama kitu kama hiyo. Uh, yatu ya. Taturuhusu t tusitoe kwa saizi. mm -hmm. Uh, kwanza watu waongee. mm -hmm. Ndio, ndio tujue iko anje, labda mama anaweza kukuelezea zaidi. Uh, ja, ja. Ja. Ilikuwa naomba kwanza h kabla akuelezee, sijui kama nimewafikisha. Nilikuwa nifikishe huyu ndugu yangu hapa e, sijui kama anaweza kueleza zaidi. Mimi niruhusu nikaondoke, kwa sababu nilikuwa ninataka kukimbia sehemu e, kuna shughuli nilikuwa nataka kufanya. Sasa sijui kama unaweza niruhusu mimi, kwa sababu hawa wageni nimeona niwafikishe kwako wakusalimia. Sasa mtaongea zaidi, unaweza niruhusu tu nikashughulikia shughuli ingine. Walikuja wakanielezea kwamba wanataka kuongea na mtu anakaa kama wewe, na mimi nikaona, wewe ni mtu ninakujua hapa Iria kwetu, wewe ni mtu mzuri, na nikasema hacha wakuje, watakuelezea ni nini wanataka, si watu wabaya. E, ninaomba tu kaniruhusu nino... mm. Ufanya hivi mm -hmm. Uh, nisaidie na hii mm -hmm. Usiende kwanza, unaweza tungoja hapo kando ama nyuma pale kwenye wale watoto wako, si tuongee na mama hapa, na ninakuita ni Asante. Uh, Asante tuongee na mamu kidogo mm, eh, mamu, wakati mi naongeanga na watu mm, mi napenda kusikiza chenye mtu anasema mm. na no, kwa hivyo niko na hii ya kusikiza mm. hivi mbaya mm. nataka tu kusikiza uh, tuelewane. Kaa tu pale okay. mm. uh, kaa tu mm. mm. pale kando Aa, usikalie hiyo kitu yake, songesha hiyo kitu yake, ongesha hiyo kitu yake. Sasa huyu ni bibi yangu vyenye nimekuelezea okay. na tulikuwa na shida ya kifamilia. Tulikuwa na shida gani? Hmm. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Sasa mmetembea tu hivo mikono tupu ama mmekuja, hmm. tuku nitembelea hivo ama mko na kitu mmekuja nayo kitu, kama kama pesa kidogo hivi, pesa? oh, tumekuja nayo hmm. Pesa tumekuja naye naye pesa. hmm. tumekuja naye nayeea okay. tumekuja naye nayea okay. hmm. tujaendelea sana itaba. hmm. umejifungania nini? hmm. Ni ya, ya ni ya, ya ni nguo wa tu ya fashion ya vumbi vumbi zinishike. Unaweza itoa hiyo, wa tuonge. Hii ni nguo yangu tu. Hapana, unaweza itoa hiyo, tuonge. Unataka nitoe hii kitambaa? Toa hiyo kitambaa hiyo, tuonge. Itoa hiyo, tuonge Wacha tusikize lenye huyu anasema kwanza, tuweke kwa rekodi, tukia tumwonyesha ni nini imetuleta hapa, na hiyo ujinga ako naye apo na kitamba yake yareta <coughs> Hiyo ni yangu ya vumbi eh. <laughs> Sasa sijui kama tumekuja pahali pazuri ama huyo jamaa ametuleta tu pahali because uh, sisi tulikuwa tunataka usaidizi ya hiyo jambo yenye mm. Umeelezewa Mama, ati umeniambia aje? Kuna shida ya kifamilia mm na hiyo shida ya kifamilia ni mm. ambiyo wetu unaweza kusaidia kwa mm. sababu mm. uh, kwa boma tuko na shida moja mm. Na hiyo shida ni ya shamba mm. eh, bradha ya kono yangu mm. anataka kutufukuza tuache hiyo shamba mm. baki nayo mm. na sisi tuangamie mm. Sasa tukuwa tunaomba utusaidie kwa mm. sababu tumejenga na tumerisha busi huko anyamaze mm. mm. na mm. e. okay. mm. Ni kitu yeah, yenye umewahi fanya ama ni tumekuja pahalipabaya? Hamjakuja pahalipabaya. hiyo mm. ni kitu rahisi kwangu, mm. nimesaidia wengi mm. kwa hii kijiji. Kwa hivyo mm. mjisikia mkiwa huru mm. kusaidiane. mm. niambie vile mnataka na huyo na huyo brother yako, si ni brother yako mmm, niambie vile mnataka tumfanye. Nisaidia wengi ah uh, labda ata juzi kumekuwa na mama hapa, mm. bwana mm. yake amemtesa, amemtesa, amsaidii. kazi yake ni kwenda tu kwa wanawake, kwa wanawake mm. nimekuja nikamsaidia, nika mm. sasa hii mama amekaa vizuri. mm. bwana ana zurura tu mmm, bwana ana zurura, ana zurura tu, hana maisha sasa. Oh, bwana ana maisha? Hana maisha sasa na mbeleni alikuwa na maisha mm. Bibi akamgeuzia. oh, ya mm. So unaweza geuzia mtu like mwenye anaendelea vizuri mm. kama bradhangu unaweza mgeuzia bahati yake, ikuje kwa familia yetu mm. na yeye aribikiwe kabisa. Eh, hey, kabisa kabisa, kabisa. Oh. Mm. na watoto wake bila, mnataka tuwafanye? Umewahi deal na ya watoto pia hey, ya watoto no. nime deal na, na, nayo. Mm. Kama gani? kuna mzee alikuja hapa, wamelea mm. watoto vizuri mm. na bibi yake mm. watoto wamekuwa wakubwa mm. sasa watoto wakakuja, wakahamisha mama, wakaacha mzee mm. mzee ameteseka, hana bere hana wala hana nyuma mm. na hao watoto hawataki kusikia stori za baba mm. Mm. Me... wamechukua mamao. Wamechukua mama yao, wameacha mzee kwa nyumba mm-hmm. Sasa mzee anateseka, hana mtu wa kumpikia, hana kitu, hata hiyo ya kupikwa hakuna mm. Mzee akanipata tu hapa mm. Wafanya vile tulifanya. Sasa mzee ni mtu ako na mali mingi sana mm. Mama na watoto mm. hakuna kitu wamebakisa sasa. Mzee anakaa maisha mazuri sana iyo, naona akona akona uwezo mm. Kwa hivyo mm. usisikie mkiwa na shaka mm. yenye mnataka huyo bradha yako afanywe kila, mm. kitu itaenda so ati, sawa. Sasa tukitaka amaliziwe ama watoto wake wabadilishwe, yote itakuwa sawa mm. akili inaweza kuchukua muda gani? Mudagani kutoka saa hii sasa, na nipe tu wiki mm. moja, one week. one week. mambo yote yenu inakuwa sawa mm. na mtarudi hapa kuniambia vile mm. mambo iko na... Yule yule mzee mwenye ametuleta hapa alikuwa anaitwa baba baba Pita. Baba Pita. Mm. Eh, alikuwa ananiambia hata yeye kuna kazi yenye umewahi fanyia bibi yake. Amekuambia hivyo? Eh. Mm. Eh, sijui kama unaweza tufanyia ama si wewe ulisaidia bibi yake? Kazi gani? Alimwambia aje. Aliniambia bibi yake akona kazi mwingine yenye yuko nje ya nchi. Mm. USA. Mm na sasa umemfanyisha mpaka yule sista yake yule kazini yake akipata pesa huko ng'ambo mm. Aa, ni mama Pita ndio na baba Pita ndio wanafaidika huku mm. na pia me, umemweka as, pesa zake ziende kuma ugonjwa sana mm. anagonjeka akipata tu pesa mara mguu mara mgongo kifua mm. Mm. ama sio ulimfanyia hiyo kazi ni mimi nimefanya mama Pita sasa hivi anakaa maisha mazuri sana, wakiwa na huyo baba Pita. Hiyo nayo inafanywa aje? mama Pita alinipata hapa uh -huh. akanielezea sasa uh -huh. ule akiwa huko uh -huh. mambo yake tu hakuna kitu inaenda group ukipata uh -huh. pesa tu anafikiria mambo ya baba Pita na mama Pita mm, yake tu yenye ya anabakisha wa sijui ugonjwa sijui wapi, kazi akienda mahali ku apply haiendi dhu. Yani ako ya na mashida mingi sana mm. lakini saa mama Pita na baba Pita, mm. mama mama Pita hata anafikiria amefugua duka kubwa sana oh, wame, wale niambia, wako na duka mm, kubwa sana oh, mm. Sasa bahati ya yule mwenye kwa USA ye mambo yake haiwezienda vizuri, ye pesa zenye zinafaa zimuendee inaenda kwa mama pita oh. mm. aliniambia ati ulimwambia ambie yule mchana ako ngamba atume pesa uh, 74,000 na kuna yenye alileta huko, sasa ndio ukamshikia nayo hiyo maombi ne. na hiyo pesa haifai kurudishwa. Hiyo pesa haifai kurudishwa, ikirudishwa kirudishwa uh -huh. Sasa mambo ya ura inafunguka nao hao wanaanza kuteseka, venye ule alikuwa anateseka huko no, na hao uh -huh. wanaanza haifai uh, uh, so, hata uh, uh, kidogo um. Ok um, anaona kuna watu wananipigia simu simu, tu nishika kidogo. Halo, yes, yangu ni njema na niko pahali, hatuwezi ongea, si tuongee baadaye baadaye, eh. na nikuulize mami, mm. Yule mama mwenye kama hii mambo ya Baba Pita hii na, na mama Pita mm. Yule mwanamke mwenye ako ngambo, in case yeye pia anataka kuja kwako mm. asisaidike, anaweza saidika? Tunaweza msaidia aje, ndio ile kitu Baba Pita walimfanyia imuishie, ndio hata yeye aende vizuri, because ni miaka miwili tangu umshikie na hata maisha yake iko karibu kuisha, iko karibu kufa. Na hata yeye tulikuwa tunataka usaidi, sio nayo. nayo iyo, nayo hiyo sasa ni yao kifamilia yangu. nilifanya venye hmm, Mama Pita alikuja hmm, akanielezea tukapanga hmm, so saa nilikuwa nasaidia hmm, Mama Pita sasa hiyo ni yao na uko kifamilia yangu hmm, nilisaidia Mama Pita Mama Pita na chenye walikuwa wanataka kupata walipata. So wanaendelea vizuri So ule wa ng'ambo mabo yake mm. Uh, naona tunaenda kupata usaidizi hapa kutoka kwako, na mimi nataka tusaidie huyo msichana mwenye ako ng'ambo mm. na najua kuna pesa yenye huyu mama Pita mm. alikuletea mm. na ndio ukamshikia huyu Margaret, anaitwa Margaret mwenye ako ngambo mm. Na ni wakati wake wa kukombolewa mm. Na hiyo na... kitu yenye nimefanya mm. Tumejua imefungwa huko mm. Na ni wakati wa kumfungua mm. Tunataka awe mm. afunguliwe, awekwe, afunguliwe na wewe mm. We ya kumfungua ama ni kwa shingo. Ha, yangu hachana tuayo mm. Tunataka yale yenye ulifanya mm umwachilie na kama sitafanya, itabidi ufanye. Hiyo siwezi nikafanya, itabidi umefanya. Mm -hmm. Iyo. Iyo siwezi nikafanya. Na jukumu lako hiyo, kitambaa mtatoka kwangu mami, tunatoka hapa, vitu ngapi zimefanyika? mm. edo umefungua Margret mm. maisha yake iende vizuri, ama tuchome hii dhabihu yako hii umeweka hapa hii, hii, hii tuwashe moto hii hii nyekundu hii tuko na mafuta mm. moto tutaita kutoka biju mm. na tutamaliza. Hamtanitishia mkiwa kwangu, kutoka mtatoka kwangu, hakuna mtu nafungua, na hiyo na kitabu umeweka kwa shingo, kutoka sasa, hii hatuongei na wewe tena, mnatoka kwangu, mimi utafungua ah. unaenda kufungua huyo mwanamke baba Pita.